Safari ya kusaka kura inaendelea kufanywa na chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kwa kuwafikia wananchi wa jimbo la Kawe. Mgombea wa urais wa chauma Salumu Mwalimu ameanza kwa kueleza sababu za wananchi kupiga kura, miundombinu mibovu. Lakini ukiulizwa ulikwenda kupiga kura, nasema asikupiga kura kwa sababu siasa hainihusu, niache kwenda kufungua biashara yangu nikapige kura. Halafu unarudi unalalamika, unasahau miundombinu ya soko lako, itaanza kwa diwani ambaye hukutaka kumchagua, itakwenda kwa mbunge ambaye hukutaka kumchagua, itamalizwa na rais ambaye hukutaka kumchagua. Unasahau ajira unayolalamikia, kijana mwenzangu, huna ajira, kwamba ni ajira inatokana na matokeo ya mifumo inayotengenezwa kwenye taifa lolote inayozalisha ajira. Mifumo hiyo lazima itengenezwe na wanasiasa tunaowapa dhamana maisha yetu. chauma kimeeleza nini kitatekeleza endapo kitapewa ridhaa ya kuchaguliwa kuunda serikali. Mimi ninaamini katika uchumi wa kisasa unaoongozwa na sekta binafsi iliyojengewa uwezo, iliyotengenezewa mazingira mazuri, ukawepo hali ya ushindani, akafaidika mzalishaji, akafaidika mtumiaji, ndiyo falsafa ninayoiamini. Fungua biashara mwaka kwanza, wa kwanza, wa pili, wa tatu, bado mtaji haujakuwa, sio kwa sababu weti ya mpambani, no. Mnapambana na juhudi zipo lakini changamoto bado, mifumo ya kiserikali siwezeshi kwa vijana kuweza kupata mikopo. Serikali ya CHAUMMA chini ya Salum Mwalimu itakwenda kuhakikisha ya kwamba vijana wote tunakwenda kunufaika na mikopo. Tarehe 29 Oktoba imepangwa kuwa siku mahususi ya wananchi kupiga kura kuchagua madiwani, rais na wabunge. Emmanuel Kalemba, Azam News, Dar es Salaam.